Morning Booster dakika ishiakuwa ya kwanza toka itumia majira ya saa tatu kamili asubuhi, na kama ambavyo pia tumekujuza kwamba leo kwenye kipindi cha Morning Booster, basi tutakuwa naye mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika MAMCU, Alhaji Azam Mfaume ambaye tutazungumza naye mambo kadha wa kadha, na ni wakati wako pia kuhakikisha kwamba kama una maswali una maoni au ushauri basi utatuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia na 0622562231 nasi tutaupitia hapa kwa ajili ya kufahamu ni kitu gani ambacho unahitaji zaidi ufafanuzi kutoka kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika mamku Alhaji Azam Mfaume. Tayari tuko naye hapa studio. Habari ya asubuhi mwenyekiti? mm, Salama tu. Habari yako? Salama, karibu sana. Asante sana. e, kwa mara nyingine, maana muda mrefu sana hatukuwa e, na wewe okay, e, ni kweli e. Kwa sababu yamezunguka nadhani hapa ni nyumbani, huwa anafika fika. Sema tu kwa mwaka huu ndio sijafika, lakini leo nikaona ni bora sasa nije kuwasalimieni. e, na tunaona mambo ni mazuri e, mambo ni mazuri sana. Ndio nashukuru mm, ndio sasa tunaelewa kwamba tuko kwenye msimu wa zao la ufuta na e. Mambo yeah. Yashaanza kupamba moto huko labda kabla tujasonga mbali sana tuangalie tu hali ya minada ikoje? Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli hali ya minada inaenda e, e, vizuri tofauti na e, maeneo ya wenzetu kwa kipindi chile, kile cha kumwanzo ukiangalia kama kule nyata za juu ilikuwa e, ufuta umeshuka mpaka ufikia shilingi elfu mbili mia mbili elfu yeah. mbili mia tatu kitu ambacho hata maeneo yetu yalianza kukatisha tamaa, lakini hmm. Tunashukuru tulivyoanza kuuza sisi Uh, wala tunaendelea kuuza kwa bei mzuri ndili. Hata mnada wa kwanza na wa pili pia tu, tunafanya vizuri vizuri, inaleta mm, na, matumaini. E, matumaini sana mm, na, no, hi, na hii nadhani ni kwa sababu ubora, unajua katika mazao haya ukizingatia ubora tu mm, kila kitu kinajiuza. Maana mpaka sasa hivi e, kwa kweli tunawashukuru wakulima wamekuwa E, waelewa wali ya juu sana, wameshajua mm. kwamba mazao yao yakipoteza ya ubora pia bei zinakuwa za chini mm -hmm. lakini pia wamekuwa ni walinzi wa, wa kuhakikisha mazao yachanganywe na takataka mm -hmm. Kama unaangalia ukichanganya mazao na takataka zingine ufuta na makinikia pia inaenda kushusha ubora wa bei mm -hmm. mm. Maanake wanunuzi wanajua kumbe huko na ujanja ujanja. Sasa kwa mwaka huu mpaka sasa hivi hatuna changamoto ambayo tumekutana nayo kwa maana, makarani wetu na makatibu wetu, wajumbe wa bodi wako vizuri sana katika kuhakikisha wanakagua mazao ya wakulima, ndio. mm -hmm. Hongera kwa wakulima kwa, lakini na hawa ambao wanasimamia katika swala zima la ukaguzi. mm -hmm. na labda, kwenye masuala ya ukusanyaji wa ufuta, mnakaribia angalau kufikia lengo au mambo bado? mm -hmm. kwa mwaka huu kuna changamoto kidogo, katikati palikuwa na mvua mvua, ziligoma ndio, kwa hiyo magonjwa yalikuwa ni mengi, kwa hiyo hali kwa kweli wakulima wengi walikuwa wamelalamika, lakini waliokulima lolima ni wengi mwaka yeah, jana walilima wachache lakini walivuna sana. Sasa mwaka huu wamelima wengi lakini mazao yameshuka. Yeah, mazao yamekuwa machache lakini tunashukuru mpaka kufikia mnada wa pili mm, tuna karibu tani elfu kumi na tano na makisio sisi ilikuwa tani elfu thelathini na tano Sasa tutajua mnada wa kesho, baada ya kufunga katalogi jioni, tutakuwa tumefikia wapi, lakini mpaka sasa hivi bado mnada wa kwanza na wa pili tunaenda vizuri. Na tunaona pia jitihada zenu, mapambano yenu pia kuhakikisha kwamba MAMCU haipoi, yaani mm -hmm. hamjakaa kaa kaa hivi tu kwamba tumekaa sawa, mazao yamekuja na vitu kama hivyo mm -hmm. labda tuangalie sasa mikakati yenu kwenye uanzishaji wa miradi mbalimbali mbali pia mm -hmm. ili kuhakikisha kwamba MAMCU inaendelea kusimama zaidi. Yeah, ni kweli kama ulivyosema tumejipanga vizuri kuhakikisha kila kitu kinaenda sawasawa sawa. Kwa upande wa MAMCU nadhani MAMCU ina halmashauri sita mm -hmm. ina wilaya tatu na majimbo saba tukatengeneza mgawanyiko kwamba kila maeneo lazima tuwekeze. Kwa upande wa Mtwara nadhani tunaenda kujenga maghala mawili makubwa kwa ajili ya ukusanyaji wa mazao ya wakulima kama korosho mm. Uh, kama unavyoangalia mwaka jana ilikuwa hali ni ngumu, wakulima wa Nanyumbu walileta mazao yao huku, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kwa hiyo si tukasema hii kwa upande huu sasa tuende tukajenge maghala makubwa mawili ambaye atakuwa na uwezo wa kuchukua tani elfu tano walau itakuwa imepunguza kidogo. Lakini kwa upande wa Masasi tunaenda kujenga viwanja, vi, e, viwanda viwili kwa maana kiwanda cha vifungashio pamoja na kusafisha ufuta. E, tunafanya hivi kujenga kiwanda kikubwa cha vifungashio kwa sababu vifungashio e, wateja ni wakulima wenyewe wa Tanzania mzima na ukiangalia katika kanda yetu ya kusini kwa hiyo mkulima huwezi kutoa mazao yako shambani bila kununua kifungashio. Kwa hiyo ni biashara automatically ambayo inajiuza moja kwa moja na haina haina changamoto. Lakini tukasema kwa sababu uwanda wetu ni maeneo ambayo wanalima wakulima sana ufuta. Tukasema sasa tunataka tuweke na mtambo kusafisha ufuta. Kwa sababu ufuta hata unapokuwa umekusanywa hivi uende hivi hivi. Ukifika bandarini unasafishwa. Ukisafishwa unauzwa kwa bei nyingine. Kwa hiyo tukitengeneza sasa mfumo wa kusafisha ufuta huenda pia tukaweza kupata kubwa sana. Ndiyo. Kwa hiyo huo ndo mpango wetu, lakini tumejikita pia kununua malori. Uh, malori nayo yataanza kufanya kazi mwaka huu. Hmm. Tutanunua malori kwa ajili ya kupunguza usumbufu ambao umekuwa ukijitokeza mwaka jana, kama ulivyoona hata wa, wa, nani, wafanya biashara walizidiwa, mpaka tukaenda huko nje, tukasema sasa kuna haja ya chama kikuu sasa kuingilia kati kununua malori kwa ajili ya kupunguza hizo changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza. Kwa mfano kwenye upande wa kiwanda tunasema tunataka tuboreshe tuboreshe mazao yetu hususan haya y mazao ya, ya, ya, ya, ya mazao mchanganyiko mm. tuna mpango tukisha, tukisha jenga hicho kiwanda cha vifungashio mm. tutakuwa na mtambo wa kusafishia ufuta, kwa hiyo tutaweza kusafisha ufuta tukawafanyia package wale wafanya mm. biashara, alafu tuta, tutapakia kwenye malori yetu na tutawafikishia wapi, bandarini. Hii mm. itatoa itatoa itatoa itatoa yule usumbufu ambao unaweza kujitokeza kwa sababu kuna baadhi ya watu sio waaminifu naweza mkawa na kiwanda chenu vizuri mkasafisha ufuta vizuri mkawawekea kipakeji ya mifuko ile ya kiwango cha kimataifa, matokeo mm. yake watu wakaenda mbele wakabadilisha vifungashio, wakaweka waka waka uchafu. Sasa tukasema kwa kukomesha ili, na ili kuitangaza mambo kwamba ni chama kinachoenda, sasa tukasema kwa kukomesha na kuitangaza mambo kinachoenda kusunga mbele kwa kasi isiyoeleweka e, lazima tufanye vitu vya kimkakati. Lakini kwa upande wa Nanyumbu pia e, tukule tumeshajenga ghala na tuna shamba ekari elfu moja na mia, na mia sita lakini ekari mia tano ndo tayari ziko fidi mm, lakini tukasema tukajenga ofisi ya kisasa kabisa kwa ajili ya payment center ya malipo, nako tunaenda kufanya huo uwekezaji.